Asante sana. Ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu ametupa neema ya kuweza kukutana tena siku hii ya leo kwa ajili ya kujifunza maneno machache lakini pia kuomba pamoja. E, msikilizaji, tuungane pamoja kwenye kipindi hiki tuweze kujifunza, lakini pia tuweze kuomba pamoja. Mungu wa mbinguni akubariki. Amen, amen, amen. Basi... Ee msikilizaji, kama ulivyosikia tutakuwa e, na wakati wa baraka kwa pamoja e, kwa hivyo ni kusi tu na wewe pia e, kama unalo hitaji lako basi e, tuanze kusikiliza kwenye mafundisho na baada hapo, ya hapo tutakupa nafasi ya kuweza kushirikisha hitaji lako. Basi mtumishi, karibu tuweze e, kufungua kipindi chetu na kisha tuendelee na somo Amina. Basi moja kwa moja tufungua kipindi chetu tuweze kuendelea. Baba yetu Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu, tunakuinua, tunakutukuza, tunasema asante kwa sababu umetulinda ile ya lililopita pili mpaka siku ya leo. Asante kwa sababu sababu umekuwa mwema na mwaminifu, asante kwa sababu unatupenda. Kwa ninakushukuru ajili ya siku hii nyingine nzuri ya baraka, na kukaribisha nakukaribisha Roho Mtakatifu uanze pamoja nasi ukatusaidie ukatuwezeshe na kile ambacho umekusudia kusema na watoto wako siku hii ya leo, ukapate kufungua masikio ya ndani na macho ndani tuweze kuona na kusikia kile ambacho umekusudia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Karibu uanze nasi umalize nasi kwa utukufu wako Kristo Yesu Bwana, nimeomba nikishukuru na kuamini Amen. Amen, amen, amen. Basi moja kwa moja tuna kitu cha somo kinachosema kujifunza kuwa na roho ya unyenyekevu na usikivu. Kujifunza kuwa na roho ya unyenyekevu na usikivu. Roho ya unyenyekevu na usikivu ni vitu viwili ambavyo vinaambatana pamoja. Sasa ili uweze kuvuka kwenye hitaji ambalo unalo au kwenye changamoto ulionayo ni lazima tuweze kuomba roho ya unyenyekevu, lakini pia na usikivu kwa Mungu. Maana kama hatuna roho ya unyenyekevu na pia hatuna usikivu, ni vigumu kuvuka au ni vigumu kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Hivyo ni lazima basi tujifunze jinsi ya kuwa na roho ya unyenyekevu lakini kumsikia Mungu akisema na watu wake, na neno utakalotuongoza siku hii ya leo ni Zaburi ya hamsini na moja mstari wa kumi na tano hadi wa kumi na saba. Zaburi ya hamsini na moja mstari wa kumi na tano hadi wa kumi na saba. Wa, wa kumi na saba. Wa kumi na saba. Yeah. Maandiko yanasema e Bwana uifumbue midomo yangu na kinywa changu kitazinena sifa zako. Maana hupendezwi na dhabihu, au ningeitoa wewe; huri, huridhii sadaka ya kuteketezwa. Mstari wa 17 dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika Moyo uliovunjika na kupondeka, e Mungu, hutaudharau. Amen. Basi tunaangalia pointi yetu kwenye mstari wa 17, anasema dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, hmm. Moyo uliovunjika na kupondeka, e Mungu, hutaudharau. Tunaangalia jinsi gani ambavyo Daudi alikuwa ananyenyekea kwa Mungu, alikuwa anamtafuta Mungu kwa njia ya toba, kwa njia ya kumtaka Mungu tena hmm, aweze kutembea naye katika maisha yake. Lakini kwenye mstari wa 17 anasisitiza kwa habari ya roho iliyovunjika ndio dhabihu ambayo Mungu anaipenda. Mungu anapenda roho iliyovunjika lakini anapenda moyo uliovunjika na kupondeka. Moyo uliovunjika na kupondeka ni dhabihu ambayo Mungu anaitazama kwa haraka. Mm -hmm. na ni dhabihu ambayo Mungu inamsababisha aweze kukujibu au kukusaidia katika hitaji lako au jambo lako kwa haraka. Mm -hmm. Na ndio maana akasema ya kwamba moyo uliovunjika na kupondeka yeye hata udharau. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie tena Zaburi hiyo hiyo 51 mstari wa 10 na wa 12 hadi wa 12. Zaburi ya 51 mstari wa kumi hadi wa kumi na mbili maandiko yanasema: E Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. mm -hmm. mstari wa 11, usinitenge na uso wako, wala roho yako mtakatifu usiniondolee. mm -hmm. unirudishie furaha ya wokovu wako. mm -hmm. unitegemeze kwa roho ya wepesi Amen. Daudi bado aliendelea kumtafuta Mungu baada ya kuomba kuona kwamba dhabihu ya Mungu, ya Mungu ni moyo uliovunjika na kupondeka, lakini akasema anaomba kuumbiwa moyo ulio safi, anaomba moyo ulio safi. Ukiomba moyo ulio safi mbele za Mungu, viko vitu ambavyo vitafanyika pasipo wewe kujua ni kwa namna gani. Akasema e hey, Mungu niumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu, usinitenge na uso wako. Alitamani kabisa asitengwe na uso wa Bwana, alitamani Mungu asitengwe. Siwe mbali naye kwa sababu Mungu anapendezwa na moyo uliopondeka, anapendezwa na moyo uliovunjika, akasema yeye hata udharau. Lakini akazidi kuomba, usinitenge na uso wako wala roho yako Mtakatifu usiniondolee, maana roho Mtakatifu anapokaa ndani ya mtu anasababisha unyenyekevu, anasababisha utulivu, anasababisha usikivu. Na usikivu unapokuwa mahali, ndipo ambapo Mungu anaingilia kati na kutusaidia katika vita na changamoto ambazo tunakutana nazo kwenye maisha yetu lakini mstari wa 12 akasema, unirudishie furaha ya wokovu wako, usinitegemeze unitegemeze kwa roho ya wepesi. Kwa maana ya kwamba furaha iliondoka. Mahali ambapo hakuna unyenyekevu, mahali ambapo hakuna usikivu, furaha ya Mungu haiwezi kuwepo, furaha ya Mungu haiwezi kukaa, na ndio maana akasema, unirudishie furaha ya wokovu wako. Ina maana kwamba kuna namna ambavyo Daudi alikosa furaha, alikosa tumaini, alikosa amani, akasema, unirudishie furaha ya wokovu wako, alitamani furaha ya Bwana Mtakatifu anapokaa mahali, unyenyekevu unapokuwa mahali, lakini ule usikivu wa kimbingu unapokuwa mahali na Roho Mtakatifu anapokaa kuna vitu vitafanyika, hata kama hatuja hatujaomba. Lakini Roho Mtakatifu anapokuwa mahali na ile roho ya usikivu na ile roho ya unyenyekevu ni lazima vitu vifanikiwe. Bwana Yesu asifiwe, amen. Lakini tuangalie tena kitabu kile cha Isaya mlango wa 59 mstari wa kwanza hadi wa tatu, kitabu cha Isaya mlango wa 59 mstari wa kwanza hadi wa tatu. Maandiko yanasema tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia mm. Lakini maovu yenu yamewafarikanisha, yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Mstari wa tatu: kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu na vidole vyenu vimetiwa unajisi kwa uovu, midomo yenu imenena uongo, ndimi zenu zimenongona ubaya. Amen. Tunawazidi kumwona mtumishi wa Mungu Isaya anatuambia kwamba tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Kumbe basi tunapokuwa tunamuita Mungu katika changamoto katika vita tulivyo navyo, tunaona kama anachelewa, ni kwa sababu, si kwamba Mungu anashindwa kuokoa, si kwamba Mungu mkono wake ni, ni hawezi kuokoa, la sikio lake linakuwa zito kusikia. Hapana, anatusikia lakini kuna roho ya usikivu haipo, kuna unyenyekevu haupo. Pale ndio maana akasema maovu yetu yametutenga na yeye, yametusababisha yeye asiweze kusikia, yametufarakanisha. Kwa hiyo kuna namna ya kurudi kwa Mungu kwa namna ya unyenyekevu, lakini pia usikivu ili kwamba Mungu aweze kutusaidia, Mungu aweze kututoa katika vita katika changamoto mbalimbali mbali. Ni mahali gani ambapo umekwama? Ni mahali gani ambapo umeshindwa kuvuka? Lakini roho ya unyenyekevu inapokaa pale, roho ya usikivu unapoisikia sauti ya Mungu, ni dhahiri ya kwamba Mungu atakutoa, Mungu atakuvusha, na ndio maana akasema mkono wake sio mfupi akashindwa kuokoa. Sio kwamba ameshindwa kukutoa hapo, msikilizaji. Sio kwamba ameshindwa kukutoa hapo, mtu wa Mungu. Ni kwa sababu anataka unyenyekevu, anataka usikivu kwako. Uovu wako umekutenga wewe na Mungu. Tamani kunyenyekea kwa Mungu, tamani kurudi kwa Mungu kwa njia ya toba, tamani kumwambia Bwana, ninakutaka wewe na nguvu zako uonekane kwenye maisha yangu. Lakini roho ya unyenyekevu imeondoka, roho ya usikivu imeondoka, ila ninarudi leo, ninaomba unisaidie, nirejeshie tena furaha wokovu wako Bana, furaha imeondoka kwangu, kwa sababu sina unyenyekevu, kwa sababu sina utulivu, sina usikivu, wala sisikii sauti yako kwa sababu ya maovu yangu. Leo anza na Mungu, tuanze na Mungu, mimi na wewe. Hata kama changamoto yako kubwa ipo kwenye ndoa, Mungu atakwenda kukusaidia. Hata kama changamoto ipo kwenye afya yako, kulingana na usikivu wako, kwako utakwenda kurejea kwako, ndivyo ambavyo Mungu atakusaidia katika hiyo changamoto. Hata kama biashara imekuwa ngumu, Mungu atakuingia, ataingilia kati kwa sababu kuna namna ambavyo umeonyesha unyenyekevu lakini pia usikivu umekaa kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe, amen. Tuangalie kitabu cha Ayubu, Ayubu mlango 33 mstari wa 14 na wa 15, kama ile kitabu cha Ayubu mlango wa 33 na tatu, mstari wa wa 14 na wa 15. Amen, maandiko yanasema kwa kuwa Mungu hunena mara moja na hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajale Mstari wa 15, katika ndoto, katika maono ya usiku, uh, usingizi mzito uwajili yapo watu katika usingizi kitandani. E, anasema kwamba kwa kuwa Mungu hunena mara moja Naam, hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali. Mungu hasemi na mtu mara moja. Mungu anataka kuona usikivu wako, anataka kuona ni namna gani ambavyo umejitoa, ni namna gani ambavyo umetulia kwake, ni namna gani ambavyo umekaa kwake. Anasema mara moja, anasema mara ya pili, lakini anapitia njia ya ndoto, anapitia njia ya maono, ili angalau aweze kuona kwamba huyu mtu ambaye ananihitaji, ananitaka kwenye mazingira haya, Je, anasikia ninaponena? Je, anasikia anaponiita? Je, ninaposema naye ananisikia? Na ndio maana anasema na wewe si zaidi ya mara mbili, anasema na wewe kwa namna mbalimbali mbali, ili angalau aone kwamba usikivu wako ni wa namna gani, utulivu wako ni wa namna gani, umenyenyekea kwa namna gani, umekaa kwa ajili yake kwa namna gani, ni muda gani ambao umeutenga kwa ajili yake, ni muda gani ambao umeutenga kwa ajili ya kutamani kumsikia. Kuna mahali ambapo ame, alisema na wanafunzi wake akawaambia kwa habari yeye wao kuomba kukesha, waombe e, walikuwa hawana usi, hawana utulivu, hawana usikivu walikuwa wanasinzia. Akawaambia, mmeshindwa kukesha nami hata angalau saa moja? Ni kwa sababu walikuwa hawana usikivu, lakini pia walikuwa hawana unyenyekevu. Unyenyekevu unapokaa ndani ya mtu, Mungu anaposema lazima utasikia. Na Mungu asemi mara moja, anasema zaidi ya mara moja, ili kwamba aweze kukusaidia ili kwamba aweze kukutoa hapo. E, mkini amesema nawe njia ya ndoto haukusikia. Amesema na wewe kwa njia ya mawazo haukusikia. Amesema na wewe kwa njia ya maono lakini haukuelewa. Ametuma hata watumishi mbalimbali waseme na wewe lakini haukusikia, ni kwa sababu roho ya usikivu imeondolewa, roho ya unyenyekevu imeondolewa. Leo tunataka tumuone Mungu akiturejeshea tena roho ya unyenyekevu, ili kwamba yale maswali tulionayo mengi, yale machangamoto ma, ma, tulizonazo nyingi, tuweze kuona Mungu akitusaidia, akituvusha tena pigania tena akitutoa tena katika hayo yaliyo magumu. Bwana Yesu Kristo asifiwe, amen. Basi kwa siku ya leo, mtu wa Mungu, acha niku niku nikuache, ili tuweze kushirikishana maombi na mahitaji ili kwamba tuweze kuona Mungu akiturejeshea roho ya unyenyekevu na roho ya usikivu, ili kwamba tuweze kumuona Mungu katika maisha yetu. Somo hili ni refu, lakini Mungu akitupa neema, tutaendelea tena. Amen. Tisa, tisa, takuwa tayari kuweza kusikiliza, uh, hitaji lako ambalo, uh, umetupigia nalo na kwa sababu hiyo. Hello kwenye line ya simu. Hello Bwana Yesu asifiwe, nazungumza amen, amen. Nanapiga simu kutoka wapi Paulina, kutoka Kisongo? Uh, karibu sana, uweze kutushirikisha hitaji lako Mtumishi wako, Santa kwa sababu ameshirikisha kwa bari ya afya yake na biashara zake ziweze kuenda vizuri, ninaachilia damu ya Yesu juu yake sasa. Kwa sababu ulisema kwa kupigwa kwako sisi tumeponywa, naomba mkono wako Yesu ukapite juu yake sasa ukapate kumwondolea kila aina ya madhaifu, masumbufu na mateso ndani ya mwili wake, kwa kuwa Bwana wewe unapendezwa na furaha ndani ya moyo wa mtoto wako. Asante kwa sababu anapopita katika changamoto za magonjwa na udhaifu anakosa furaha ya wokovu wako Nakuomba basi Mungu kamuondolee kila aina yote ya mateso kwenye mwili wake, na ukaachilie furaha ya wokovu wako ndani yake. E Bwana, asante kwa ajili ya biashara zake. Baba, ninaziweka mikononi mwako. Wewe ni Mungu uliyesema ya kwamba unatufundisha jinsi ya kupata faida. Nakuomba basi Mungu kamfungulie milango, ukafungue njia kwa ajili ya biashara zake, ukalete wateja kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Na mtaji ambao Mungu umempa mtoto wako korista, naomba akafanikiwe sana, ukakuwe na kuongezeka kwa ajili ya utukufu wako katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndani yake, Bwana, weka moyo wa unyenyekevu. Ndani yake, Bwana, weka roho ya usikivu. Ndani yake, Bwana, weka utulivu, e Mungu wa mbingu na nchi, ili uweze kumtendea zaidi, ili uweze kufanya zaidi kwa namna ambavyo Mungu anakuhitaji. Asante kwa sababu hautamwacha, utatembea pamoja naye, utaongoza hatua zake, utaongoza maisha yake usiku na mchana. E Bwana, ukamlinda ukamtunza na kumpigania, ni katika jina la Yesu. Baba, nimemweka kwako, nikiaminia kwamba utatenda kwa utukufu wako, katika jina la Yesu, amen. Basi tuombe. Baba Mtakatifu, Mungu wetu, nguvu katika jina la Yesu nina kila sababu ya kusema asante kwa ajili ya Paulina mtoto wako, amekuja mbele zako mchana wa leo. Ni kweli kabisa amesikia habari zako, amesikia jinsi ambavyo wewe ni mwema, ni mwaminifu, amesikia jinsi gani ambavyo Mungu wewe si mbaguzi, wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Asante kwa sababu ya uaminifu wako, nami namleta mbele zako Paulina. E Bwana, inawezekana katika haja ya ndoa yake kuna mahali amepita, amepata changamoto kali na ameshindwa kuvumilia, lakini Baba, mchana wa leo, ninaomba toba, ninaomba re mema kwa ajili yake na kwa ajili ya mume wake e Bwana, na si damu yako Yesu ikapite kwenye familia hii na kwenye ndoa hii kwa ajili ya kuwaokoa na kuwatoa katika maangamizo. Ni kweli Bwana umetufundisha kwa habari ya unyenyekevu na usikivu. Mungu, ninaomba rehema. Mungu, ninaomba masamaha. Ni kweli Bwana, inawezekana tumenyang'anywa roho ya unyenyekevu tumenyang'anywa roho ya usikivu, na sasa Bwana uko napita mahali pagumu, ninaomba achilia neema yako, ninaomba achilia nguvu zako, ninaomba mkono wako tena ukasaidie ndoa hii ukarejeshe tena amani kwa sababu tumeona Daudi amekosa furaha, akasema unirejeshee furaha ya wokovu wako. Ni kweli Mungu alikosa furaha ndani yake kwa sababu hakukuwa na roho unyenyekevu, lakini Bwana alipogundua ya kwamba dhabihu ya moyo ni roho iliyovunjika na kupondeka, ukasema hautadharau. Naomba achilia ndani ya Paulina achilia roho ya unyenyekevu, achilia roho usikivu, achilia roho ya utulivu, achilia roho ya amani, achilia Mungu wa mbingu na nchi, ili kwamba uweze kuingilia kati ndoa hii, maana ya kwamba umesema ya kwamba ndoa naiheshimia na watu wote na malazi yawe safi. Lakini Bwana, kuna namna heshima imeondoka, kuna namna ambavyo malazi yameondoka ule usafi na kusiba, siingilia kati ukare tena ule upendo ukarejeshe ile furaha ukarejeshe ile amani ukarejeshe ule utulivu wa ndoa, kwa sababu ni wewe peke yako Bwana ulianzisha ndoa. Asante Baba yangu wa mbinguni kwa ajili ya mtumishi wako Paulina, ninaamini ya kwamba tangu sasa utaenda kutembea pamoja naye na roho ya unyenyekevu itakaa ndani yake, roho ya usikivu itakaa ndani yake, na furaha yako Mungu itaambatana pamoja naye pamoja na familia yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, pokea sifa na utukufu na heshima, Bwana. Bwana wewe, ndiye unastahili. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini, amen, amen, amen, amen. Mungu akubariki sana Paulina na asante kwa kushirikisha hitaji lako eh, mchana huu leo. Basi unaweza kupiga simu sasa kupitia 0755 Bwana, wewe ni Mungu uliyesema unapendezwa na moyo uliopondeka na kunyenyekea Asante kwa sababu ameshirikisha hitaji lake mchana wa leo kwa habari ya matamshi na maneno yanayotamkiwa au mengine anatamka kwa kujua au kwa, kwa kutokujua ambayo katika ulimwengu wa roho yamebeba madhara. Yesu ninaomba toba, ninaomba rehema kwa ajili ya Felista na maneno ambayo Mungu yameambatana kwenye ulimwengu wa roho wa maisha yake na nafsi yake. Baba ninaachilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ikanene mema, e Bwana, juu ya hayo maneno aliyotamkiwa, na najua kwamba ardhi ni shahidi mwepesi. Ardhi ikaandika nayo ardhi ikaendelea kutunza kumbukumbu ya hayo maneno, akajikuta kwenye mazingira magumu kwa sababu ya maneno mabaya ambayo Mungu ametamkiwa, na madui ametamkiwa, na watu wa familia ametamkiwa, na mazingira anayoishi, lakini Bwana Aya mwenyewe akafika mahali akakata tamaa, akajitamkia maneno mabaya. Ninaomba toba, ninaachilia damu ya Yesu juu ya hayo maneno, nikiendelea kufuta kila hukumu na hatia iliyokaa juu yake kupitia maneno aliyotamkiwa na ardhi, kama tumbo ambalo linaweza kuhifadhi. Ninaachilia damu ya Yesu ili kufuta kila aina ya kumbukumbu kumbu ya maneno mabaya ya nyuma ya nafsi ya Felista katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu li hai, mahali popote alipo. Ee Bwana, hiyo ardhi ambayo ilikubali kuandika hayo nguvu ya maneno na hayo maneno yanaishi, na hayo maneno yanatembea, na ya yamekuwa kwake kama vazi, yamekuwa kwake kama roho inayomzuia kwenye maisha yake. Inaachilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, maana ndiyo damu inayoweza kuondoa hatia, ndiyo damu inayoweza kuondoa hukumo, ndiyo damu inayoweza kuondoa mabaya na madhara yote yatokanayo na maneno, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti yaliye hai katika damu mwana ya mwanakondoo. Ewe ardhi ambaye umeandika hayo maneno, pokea damu ya Yesu, pokea damu ya Yesu, pokea pokea damu ya Yesu pokea damu ya Yesu. Felista akawa huru kuanzia sasa, na yale maneno aliyojitamkia mwenyewe, Baba, ninaachilia damu ya Yesu kwenye kinywa chake, maana ya mkini alitamka na ardhi kaendelea kuandika, ninafuta hayo maneno kwa damu ya Yesu. Haijalishi ni mazingira gani anapitia, haijalishi ni vita gani alionayo, lakini najua ya kwamba umesema moyo uliopondeka na kunyenyekea, wewe hauta udharau. Achilia roho ya unyenyekevu ndani yake, achilia moyo uliopondeka ndani yake, ili kwamba e hey Bwana ukapate kuingilia kati vita yake na kumsaidia na kumvusha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni hai, Baba nimeomba nikiamini na kushukuru, amen. Asante kwa sababu amekuja kwako mchana wa leo ameona ni vema aje kwako kuliko kwa kukimbilia kwa waganga na kwa wachawi, na ndio maana Mungu wa mbingu na nchi namleta kwako sasa. Nikiendelea kuomba toba na rehema kwa ajili ya moyo wake, ni kweli Bwana anasema moyo wake hauna amani. Inawezekana kuna vitu amekutana navyo, kuna changamoto mbalimbali alizokutana nazo, naye amekosa amani, na jinsi ambavyo Daudi alisema ya kwamba unirejeshe furaha ya wokovu wako. Ni kweli Mungu wa mbingu na nchi, wako, na nchi furaha ya wokovu wako imeondoka kwa Leodia, na sasa yeye anapita kwenye mazingira magumu na adui utafuta mlango wa kupita mahali hapo ili aweze kufanya uharibifu. Ninaomba mkono wako sasa, ninaomba neema yako sasa, achilia furaha ndani yake, achilia amani ndani yake, e Mungu wa mbingu na nchi. Kila aina ya taarifa mbaya kwenye ulimwengu wa roho iliyoandaliwa na adui ili kupita kwa Leudia kuleta uharibifu kwake, ninafunga huo mlango kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu Kristo wote wa Nazareti, mlango wowote wa taarifa mbaya, mlango wowote wa maneno mabaya, mlango wowote, e hey, Bwana uliobeba uchungu Uli uliobeba uzuni uliobeba mateso uliobeba aibu unaotafuta kupita kwake kwake, wa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hautafanikiwa, haitakuwa kwa sababu amekukimbilia wewe, kwa sababu amekutafuta wewe. Onekana kwake mchana wa leo, onekana kwake majira haya, kwa sababu moyo uliopondeka na kunyenyekea wewe hautaudharau. Basi Mungu ukamwinue, basi Bwana ukamthibitishe, ukamsimamisha, e Bwana ukaachilia roho ya unyenyekevu, ukaachilia roho ya usikivu ndani yake, ili kwamba ule mpango wa adui juu ya maisha yake usifanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Mikononi mwako ninamweka, tembea naye Bwana, msaidie, muwezeshe, mpe neema na wokovu wako Mungu. Upite kwake ni katika jina la Yesu Kristo. Baba nimeomba na kushukuru, haleluya, amen, amen. Mungu akubariki sana wewe. Ni Mungu wa wote wenye mwili, hakuna jambo usiloliweza Bwana na sasa Bwana, mtumishi wako ameona ni nafasi na ni muda mzuri ya kusema na wewe kwa habari ya kushirikisha hitaji lake juu ya mawazo yake na kumbukumbu kumbu zake, ambazo Mungu, inawezekana kuna namna amezidiwa na mambo mengi, inawezekana kuna namna ambavyo adui anatafuta kuvuruga ufahamu wake ili kwamba asiweze kufanya yale ambayo amekusudiwa. Lakini Baba, ninamleta mbele zako kwa njia ya toba, nikisi damu yako ile umwagika msalabani, ikapite sasa kwenye ufahamu wake, akili zake, fikra zake, e Bwana, ukarejeshe kile ambacho kimepotea kwenye ulimwengu wa roho, ukarejeshe E Bwana Mungu wa mbingu na nchi, ufahamu wake ukaweze kurejea na kile ambacho Mungu amekuwa akiona, maana umesema unasema na mtu zaidi ya mara moja na sahii, Bwana Mungu wa mbingu na nchi, umesema na John kwa njia ya ndoto, lakini kuna namna ambavyo adui ameiba. Adui anaiba ndoto anaiba nafasi yake anaiba ule uelewa wake. E Mungu wa mbingu na nchi, ninaomba neema yako, ukamrejeshee tena lango lake la ndoto. Inawezekana limevurugwa, lango lake la ndoto inawezekana limeharibiwa, lango lake la ndoto, lime la ndoto. limepandwa uharibifu na mimi naachilia damu ya Yesu kuondoa kila uharibifu kwenye mlango wake wa ndoto, na ile nguvu na ile roho ya kusikia e, Bwana wa majeshi, ninakwenda kinyume na kila utawala wa adui unaopambana na ufahamu unaopambana na fikra unaopambana na malango ya ndoto kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Joni mtoto wako amekuja kwako, Baba, husika na maisha yake sasa. Ile roho ya unyenyekevu iendelee kukaa kwake na ule usikivu utokao kwako Yesu, aweze kusikia malango yake akawe wazi, maana umesema Bwana wa majeshi kwamba hauta nyamaza mpaka utakapofanya imara ya Yerusalemu. Basi Mungu, naomba ukamsimamishe John, ukamthibitishe John kwenye ufahamu wake na fikra zake, ili kwamba yale ambayo unasema naye aweze kusikia na aweze kutenda kwa utukufu wa jina lako, ni katika damu ya Yesu Kristo. Baba, nimeomba nikishukuru na kuamini amen, amen, amen, amen. Mungu akubariki sana kaka John, asante kwa kushirikisha eh, hitaji lako. Basi eh, tunaendelea mbele. Wewe eh, unaibayo unahitaji huduma ya maombi na maombezi katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya upendo wako wa ajabu e Bwana. Nina kushukuru kwa ajili ya mtoto Brightness, asante kwa sababu ulimleta duniani kwa mpango na makusudi yako. Nina kushukuru hata kwa ajili ya baba yake e Bwana, Mungu wa rehema. Lembris amemleta mtoto wake mbele zako e Bwana. Nami mimi, Mungu nakushukuru kwa ajili yao. Nakushukuru kwa ajili ya zawadi ya mtoto, nakushukuru kwa ajili ya baba. Nina kushukuru kwa ajili ya familia nzima e Bwana. Naomba neema na rehema zako zikapite sasa kwenye majira yale ambayo Mungu wa mbingu na nchi, mtoto amekuwa akipita kwenye mazingira magumu, amekuwa akikosa usingizi na utulivu. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye lango lake la usiku, majira yake ya usiku e Bwana. Yamkini kuna namna ambavyo anakosa utulivu, yamkini kuna namna ambavyo anapata shida, yamkini kuna namna ambavyo hasikii amani, lakini Bwana ninaomba amani yako ipite kwa mtoto huyu e Bwana Brightness, ukapate kumtoa katika hali ya masumbufu, ukamtoe kwenye vita vya kila namna, ukamtoe kwenye hali yoyote e Bwana ya kukosa utulivu ndani yake Kasu, kwa sababu umesema ya kwamba unampa mpenzi wako usingizi na usingizi unaleta afya njema ninakus mbinguni ukarejesha ile furaha ya Brightness ndani yake na ule utulivu wa kwako e, ndani yake ukapate kurejea katika jina la Yesu. Roho za masumbufu, roho za vita wakati wa usiku ninanyamazisha kwa damu ya Yesu, ninanyamazisha kwa damu ya Yesu, ninanyamazisha hiyo hali ya kukosa utulivu ndani ya Brightness katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, asante kwa ajili ya Lembrisi, asante kwa ajili ya familia yake. Baba ninaomba achilia furaha yako na amani yako familia hii katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti baba nimeomba haya nikishukuru na kuamini Amen